Wakati nimeingia mwaka 2015 20 nikianza katika sekta ya elimu, shule ya msingi Kilimahewa ilikuwa na madarasa sita, kulikuwa na wanafunzi 1200. Ya maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kila darasa moja walikuwa na watoto 200. Ufaulu shule yetu ya msingi Kilimahewa ilikuwa inatoka ya 47 kati ya shule 47 zilizopo halmashauri ya Manispaa wa Mwangi, maana yake ni kwamba ilikuwa natoka ya mwisho lakini mwaka 2025 na ni niliweza kupata fedha kiasi shilingi milioni 175, tukajenga madarasa matatu shule ya msingi Kilimahewa, lakini madarasa matatu shule ya msingi Muungano na matundu ya vyoo. Matokeo yake ni nini? Baada ya madarasa kuwa yamejengwa, wanafunzi idadi ya kukaa hurundikana na madarasani kapungua. Shule ya msingi Kilimahewa, darasa moja wakawa nakaa watoto 90 hadi watoto 100 badala ya watoto 200 baada ya kufanya mtihani wa kumaliza shule ya msingi lmahewa ilipata nafasi ya 27 kutoka 45. CCM oye yeah. Hey! Lakini ndugu zangu, tukaendelea kutafuta fedha. Baada ya kupata fedha, tukaendelea kujenga madarasa mengine. Baada ya kujenga madarasa mengine, nataka niwaambie ndugu zangu, shule zetu za msingi kata ya Mwanga Kusini sasa hivi kutokana na miundombinu mbinu ya madarasa ni miongoni mwa shule ambazo zinafanya vizuri sana, zimo ndani ya top 10, ndani ya shule kumi miongoni mwa shule arobaini na saba ambazo zinafanya vizuri mwaka elfu mbili na ishirini na tatu shule ya msingi Limahewa ilitoka ya tisa kutoka kwenye arobaini na tatu, ikatoka ya tisa. Shule ya msingi Muungano ikatoka ya saba. Shule ya, msingi shule ya msingi Uhuru ikatoka ya kumi na moja. Mtaona jinsi gani ambavyo baada ya kuboresha miundombinu ya elimu sasa watoto wetu wako wanapata elimu sisi moyo, hii yote inafanya ni kazi ya Chama cha Mapinduzi, ndugu <laughs> zangu katika mwaka wa fedha 2025 tumepata fedha hivi ninavyoongea na ninyi, tumepata kiasi cha shilingi milioni tisini na mbili na mia mbili kwa ajili ya kujenga madarasa matatu shule ya Singi Muungano, lakini na matundu sita ya vyoo. Hivi ninavyoongea na ninyi, tayari kazi imeshaanza tayari, ta, taratibu za mwanzo za msingi zime, zinaendelea. Sisi hoye, ndio maana nikasema Diwani unatakiwa uwe mchungaji, uwe askofu, uwe padri. Maana yake ni nini? Wewe unawakilisha wananchi, shughuli shida za wananchi lazima uziweza kwako. Sisi ndugu zangu, katika mwaka wa fedha 2025 tumepata fedha za kwa ajili ya kutengeneza barabara na barabara hizo mbili tayari mkataba umeshasainiwa Barabara ya kwanza inaanza kwa Dkt. Robangira, barabara ya kwenda kwa dada yangu mheshimiwa diwani Asha Umari inaitwa Kikamba inaenda kwa Chobariko. Tumepata kiasi cha shilingi milioni 365 kwa ajili ya kujenga barabara pamoja na mifereji kwa kiasi cha mita 600. Mkandarasi amesha saini mkataba na wakati wote barabara <tipatikana>. Lakini kama hiyo haitoshi, ndugu zangu, tumepata fedha kiasi cha shilingi milioni 265 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya kwa Dr. Mzazi. Kwa hiyo watu wa Kilimahewa ni mashuhuda, kuna eneo moja ilikuwa ukiteremka na pikipiki lazima uandike uanguke, kutokana na miundombinu ya barabara kula mibovu. Sasa kero ile ndugu zangu, tumeimaliza, mkandarasi amesha saini mkataba na barabara wakati wote itaanza kujenga. CCM oyee! oh yeah. Ndugu zangu, lakini kama yaitoshi, kwa fedha zangu mwenyewe kama diwani, baada ya kuona wananchi wangu wanapata shida na kero, mitaa mingine haipitiki, tukiangalia kushoto kwangu hapa, huu mtaa tulionao ni mtaa wa Rusimbi pale kwenye dampo, barabara imechongwa kuanzia pale mpaka kilima hewa, nimechonga kwa fedha zangu mwenyewe za mfukoni. sisiemuey lakini ndugu zangu, kama hiyo haitoshi, barabara ya juu ya mtaa wa Yusufu ukianzia pale mbele kwenda kwa mwenyekiti wetu wa mtaa wa Mwanaidi mpaka kule kilima hewa, barabara hiyo imechongwa, nimetoa fedha zangu mimi mfukoni sisiemuweye lakini kama itoshi, barabara hii ambayo inaenda kutengenezwa ya pale kikamba kwa Dokta Rukangila, nili nilipitisha greda kwa fedha zangu mwenyewe binafsi. CCM oye! Ndugu zangu, nataka niwahakikishie wananchi wangu na wakazi wa kata ya Mwanga Kusini, hususan mitaa ya msikiti Muhongwe, mitaa hii ni kero kubwa sana hususani kipindi cha mvua. Nataka niwaambie, amezungumza mheshimiwa diwani, barabara hii tulizungumza kwenye baraza la madiwani na tayari tumeshatengea fedha, wakati wote barabara hizi zinatengenezwa. CCM oye! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nani kama CCM? Oh yeah. Oh yeah. Mama Samia Suluhu! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Baba Levo oye! Oh yeah. Nataka niwaambie kulikuwa na kero ambayo ni mfupa ambao ulikuwa umeshindikana wa miaka mingi. Mimi naingia madarakani mwaka elfu mbili kumi na tano nilikuta kulikuwa kuna mgogoro mkubwa sana wa maeneo ya Magera Bangwe, lakini kwa kushirikiana na viongozi mgogoro ule tumeutatua na sasa hivi viwanja vile vimepimwa na wananchi wakati wote wanasubiri hati zao. CCM oye oh, yeah. Wananchi wao wametabika takriban miaka 30. Lakini mimi Mussa Maulidi nimehakikisha nimemaliza mgogoro huo na viwanja vimepimwa na sasa hivi wananchi wanaenda kupata hati zao ili waweze kukopesheka. Ndugu zangu, imeelezwa hapa tumepambana katika baraza letu la madiwani kupitia kwa dari yetu kipenzi naibu waziri za naibu Katimba, wa TAMISEMI Katimba. Mungu amlipe, amen ametusaidia kiasi cha fedha shilingi milioni 250, kwa ajili ya kujenga kituo cha afya, sio habari ya zahanati, kituo cha afya hey! Kwa hiyo ndugu zangu, msifanye makosa tarehe 29 Oktoba, tiki tunatiki, tuna tiki, halafu tuna tuna tunarundika ssimoye hey! Ndugu zangu, mimi ni waombe <laughs> wale watu ambao wanapita kutoka kuwarubuni kwamba muwape viparata, msifanye makosa. Ni sawa na mtu ambaye unauza uraia wako. Viparata ni mali yako, kile ndo kisu cha kuchinjia. Tarehe ishirini na tisa tarehe ishirini na tisa msifanye makosa, na ninawaomba mapema saa moja na nusu muwe kwenye vituo vyenu, tusichelewe kwenda kupiga kura zetu. Tupige kura mpaka saa tano, tuhakikisha kwamba tumemaliza kazi. Ninawaomba sana ndugu zangu Yajayo yanafurahisha, tuna mipango mingi sana kata yetu ya Mwanga Kusini. Ninyi ni mashahidi, watu wa Kilimahewa, kwa kuwapenda mimi nilitoka kwa gharama zangu kwenda Dodoma kwa mtendaji mkuu wa Tarura kwenda kumwomba akipaumbele atupe barabara. Watu wa Kilimahewa na kamati uliounda wanalifahamu hilo. Nilikuwa nayafanya haya sio kama vila fedha nyingi, hapana niliyafanya hayo kwa sababu mimi ni mwakilishi wenu, na ninyi mlinituma. Sasa kama mlinituma, ni lazima nitumike. sisi hoye -oh, yeah. yeah. baada ya kusema hayo ndugu zangu, yeah. utii wa sheria bila shuruti. Sisi ndio chama tawala, hatuwezi yeah. kuongea hapa mpaka saa moja na wakati, si ndio wenye dola, hatuna wasiwasi Niseme tu kwamba ninawashukuru sana kwa mahudhurio yenu, na mimi nawapenda sana, nitaendelea kuwa pamoja nanyi. Ninyi ni mashahidi, tuendelee kushirikiana kwa kila jambo, kwenye shida na raha. Mimi mtu wenu Mussa Maulidi, niko pamoja nanyi siku zote.